Tuelekee kaunti namba 34 ambapo zaidi ya wakazi 900 kutoka Kajiado kusini wamenufaika na kambi ya matibabu ya bure ambayo inalenga kutoa matibabu kuhusu afya ya msingi. Wakazi hao wanasema kwamba uhaba wa vituo vya afya na umbali wa vituo hivyo umekuwa changamoto kuu ya kupata matibabu. Siku ya tano ya kambi hiyo ilikuwa ni zamu ya wakazi wa eneo la Olbili kupokea matibabu ya bila malipo yanayoandaliwa na mashirika mbalimbali ikiwemo shirika la Entepesi ile ya Amref Kenya kwa ushirikiano na wizara ya afya kaunti ya Kajiado. <laughs> Wakazi waliofika hapa walipata fursa ya kutibiwa magonjwa mbalimbali ikibainika kuwa wamekuwa wakitaabika kupata matibabu ikizingatiwa mwendo mrefu ambao ulazimika kutafuta matibabu. Thalia, niko, karibu hapa ni Njalai. Njalai kutoka hapa mpaka hapo ni kilomita 24. Hospitali nyingine iko karibu kidogo ya Oltesika ambaye ni kilomita 35. Ukienda Birikani ni kilomita 40. Nyingine ukitoka hapo ni Chemana ambaye ni 45 medication . Swala jingine ambalo lilionekana kuchangia kuenea kwa magonjwa ambayo baadaye huwa sugu na kutatiza wakazi ni uhaba wa elimu kuhusu afya msingi.

we are also doing as best as we can with health education and telling them teaching them what they should do. Kambi hiyo ambayo imekuwa ikiendelea katika maeneo mbalimbali mbali ya Kajiado kusini pia inahusisha madaktari kutoka chuo cha Rick Vista nchini Marekani, ikibainika kuwa wakazi wengi wanaugua maradhi ya msongo wa mawazo, shinikizo ya damu, miongoni mwa mengine ambazo hazijashughulikiwa kwa muda mrefu. Na tumegundua kwamba kupitia ushirikiano huu Tumeleta kazi ya mahabara, watu wengi wamepimwa damu, wamepata kujua shida zao, wengine wamepatiwa referrals wameenda kwa hospitali kupata matibabu zaidi, na wengine pia tumepata wako na shida ya upungufu wa mafikira, yani mental health issues. We're, we usually see about 150 to 250 patients a day, um, for the last five days. Um, a lot of it is simple things like colds but we we have found found some some new heart problems in patients we found some genetic problems. Kambi ya siku 12 inatarajiwa kukamilika tarehe 28 mwezi huu ambapo inatarajiwa kuwa wakazi zaidi ya 2000 watapokea matibabu. Robert Masai, runinga ya Citizen, Ol Billy, Kajiado Kusini.